Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa AC Company TV, chaguo la wengi. Tunapatikana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini, hasa kwenye maeneo ya Uvira na Fizi. Leo tunakuletea taarifa mbalimbali muhimu kuhusu maendeleo ya usalama hasa vita vinavyoendelea kati ya wahasi wa M23 na jeshi la taifa kwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo wanaolinda nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo yake. Tuanze na taarifa yetu kuu. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa kati ya M23 na wazalendo katika maeneo ya Chirunga, Kabare na sehemu nyingine za Kivu Kusini. Mapigano haya yalianza alfajiri Jumatatu, tarehe 24 Juni mwaka huu wa 2025 vikosi vya wazalendo vimejipanga kulinda inchi zidi ya wahasi wa M23. Hali ya usalama kwa sasa ni tete na raia wengi wana hofu juu ya usalama wao. Tutazidi kuwaletea update kwa wakati kuhusu hali ya mapigano kwenye uwanja wa vita, hatari zake kwa jamii na maendeleo ya amani na utulivu katika maeneo husika. Kwa upande wa Uvira hali bado si shwari. Jenerali Makanaki ametoa tamko kali kuhusu hali ya sasa, akilaani vikao vinavyofanyika pasipo matokeo ya mahana. Tumsikilize kwa undani zaidi. Marenyo ya kazi gani hapa? Hiyo marenyo ni ya kazi gani mnauzi hapa Uvira? Marenyo ya kunyanyasa tu watu eh? Kama unatoka Fizi, unatoka Mwenga Turanforse, turanforse kwenye adui iko, twende eh. Adui tunaamini mwi siku chache na kuya, tutafika Kamanyola, tunapanda hadi Bukavu, naamini mimi Makanaki, kwa jina la Yesu Kristu wa Nazareti, soda aiko depite wa marenyo, muwache marenyo yenyu. O oh, mwaveni fulani e hey, mwaveni fulani e hey, twende ku malubungu. Mwache lubungu afanye kazi yake na amani, mwache feke afanye kazi yake na amani, mwache societe civile jeunesse ifanye kazi yake na amani. Inakuwa kutoka wapi kuleta mamuvumabu wa ovyo ovyo tu, makwalisio yenena kichwa na migulu hii, makwalisio hii makwalisio, mwa unawazia magrade ni mai tu, wala grade ni mihogo, naenda chimba pete kuyaki kama vile mai papa Msuwazie kama tuko ba bagenerale o makanaketavwala generale o mwengine atavwala generale o apana, batu yote abavwalaki bugenerale mesie mutiele mukichwe eh? tute otorite vye dedie, ule anabarikiwa na Mungu, madaraka yatoka kwa Mungu Baba na ndo ataivwala, ndo ataivwala na beneva pete aishavwaliwa tu nzamani. Msitafute mapete kwa kama uko kiongozi unajua i uko kiongozi, ujitumainie kama uko mkubwa na wishavwala pete mema meme yakwaku mabega yako, lakini kama unajua uko kiongozi usijitumainie. Na tuwache mambo ya kunyanya sana, sivye peke kwa sivenyewe, eh? siye peke kwa siye peke, tuko tunanyanya sana. Aopendi mwenzako mwengine apendi huyu, mtabebana wapi?

munapokea Fizi, mnaleta tena machafu tena tenao. oh, Uvira banapotwene tena tupokee, mwacha murizike, turizishane kila batu bakule bashibe na kadogo, bashibe na kadogo unasikia. Kuko kitu yenye arizikaki hiyo kitu, kama unatoka munyumba yako, ukishatoka tena nje, nakutana mwenye navona tena, jipe tena ile kitu tena, nalomba tena tusikoe kama vile ile kitu murizike. Banaume bazalendo, tujikomporte kama unajua, na kiara foro ku renforcer tufuatilie. Adui hakuna adui kumzone ya Uvira. Tuachie ma service fanye kazi yake, komanda region, komanda secteur, tusaidiane kazi hapa na jeshi lote lisongamane kule mbele pa wake majeshi ya sekurite mzone ya Uvira, kote ya bazalendo na kote FRDC, na wengine wote tusongamane mbele, tuache kuderanger watu tuache kuderanger watu. Muache magari pita na usalama. Kama utatirezo, utalomba service wende ulombe service na maitrise. Hapana kubeba silaha bakoone, kama wewe ndoko wa makali, hakuna kitu inazidia sheria. Papa utatomboka leo, lakini kesho utakuwa chini ya urinzi. Ndio kitu mtie mkicho. Merci, Mungu atubariki. Vita ilikuwa natomboka hapa, hakuna magrupe ya rumai kukua hivi, kila mtu alikuwa mnyumba yake na watoto yake, lakini hivi siku ngapi bitu Mungu anatufikisha kumwanga pahali tujitonde, mahali tujimetrize, tuwe tutembele kwa njia moya kwa matrise, lakini inakuwa kujivuruga akili kwa juu ya nini? Kuna watu awajui malengo, kuna watu awajui mwanzo ya ile kitu kwenye litoka eh? Tujikomporte kama watu, tujikomporte kama watu nyuma, tusijiingize mumashida. Unakutana vanaume bazima kama vile bashahuri, njio badiko na kiacho nganisha watoto Eh? Unachoka na siasa yako na kushinda unakuyaingiza machachu muvatoto. Tuachane na ile makomportema na viongozi mwana jwani, kiongozi ajiongoze, ajikomporta kama kiongozi. We vanakutiako kiongozi, uwe mshauri, lakini nawenachonga vakie. Kushauria, mbele ya kushauria, jishauri kwanza wewe mwenyewe. Ndio maana kiongozi, mbele ya kushauria, jishauri kwanza wewe mwenyewe. Mwenyewe kwanza kwa maana we ni mshauri wa kushauria wengine vengine uwe na lalo najifunza kitu gani, lakini wewe ndio wakugombana, wewe ndio wakupigana, wewe ndio wakusema tutauana. Achana na ile, mwanajeshi anakuwa na esprit de kipe. Jeshi kalaki kama vile civil, jeshi kalaki sa vile raia. Jeshi ni mtu wa esprit de kipe, wa upendo, wa umoja. Asante Mungu atubariki, tuache batu na amani, na ni hapo tunafika mwisho wa taarifa zetu kwa siku ya leo, kwa muda huu. Usikose kutufata katika nakala nyingine hapo baadaye ili upate kujua hali halisi inayoendelea katika uwanja wa vita. Hii ni AC Company TV. Unaweza kusubscribe, kushare na kukomenti na utuambie unatupata ukiwa katika nchi gani. Acha komenti yako tutatoa maoni yako. Hello, mabibi na mabwana. Mama funika pazia. A ni generalskg kama wewe shabiki wangu, kwa kuwa mimi siku zote nafuatilia AC Company TV muda wote kabisa. Mambo ni mazuri. AC Company TV, chaguo la watu wengi <mimu> ni arme ya kupatia mkongomani imani ya kwamba ukikufia nchi yako utaenda mbinguni. Si wazi ya kama yakama utenikuwa mukristu mzuri wakati unachukia inchi yako. Me <coughs> pourquoi leo M23 inaanza uwa batu ya mingi Goma na Bukavu? Sijui ya asira balisema ya kwamba ebo ni mouvement deliberateur wapi ushakaona mouvement deliberateur iko na uwa batu 40 par jour, batu 50 par jour.